Tulikubaliana nini? Nambana, umesahau kabisa tulichoongea? Ila wewe hapo unafanya nini? Na ulivokuwa nyumbani likueleza kitu gani? Ongea na mimi bana, sinaongea na wewe? Asi unamwonea huruma nini binadamu ambaye hana huruma? Alikuwa anakunyanyasa na kutesa. Au tunaanza kumwonea huruma ili iwaje? Ili kitokee kitu gani? Eh? Kwa maana kitu tunachoongea mimi kakaako kwako kwa kikuna nicho chote si ndio? Eh? Hapana. Si nilikwambia usije usi, tena hapa, ukae nyumbani ule mtoto. Sasa sikizeni kwambie. Maisha unayoyataka mdogo wangu utakwacha ushu kadri unavyotaka. Ushanielewe? Masuala kwamba mimi kakaako naenda kupambania huko, napiga kelele, napigana na watu, Kumbe mdogo wangu umefurahi haya maisha, si ndio? Naenda kufanya vurugu kwa ajili yako mdogo wangu nakutetea, kumbe uone kabisa anachokifanya. Si ndio? <tipa> Sio nimefika mbali, anakupa nini huyo mpumbavu? Kwa hiyo muhimu ni mume wako kuliko kaka yako, si ndio? Ila una maana gani? Nisisikie wala sitaki kabisa swala inayokuhusu wewe na mume wako. Hayo mtamalizana wenyewe kwa sababu ushaanza kunifanya mimi ni mjinga. Sasa unifanya mimi ni mtoto mdogo si ndio? Haya, na huko umekaa unapiga story. Mtoto umemwacha na nani huko? Mmoja anapigia. Acha ukumbavu. Acha ujinga mtoto analia kule ulikomwacha. Fanya lako kumchukua mtoto mtoto sasa hivi, mdogo wangu. Mfuate mtoto analia huko. Shamba mmoja. Mtoto wa mtaani.

tena nirudi, anagaragara, baba J, siwezi kuishi bila wewe. Mi naekwa zangu naangalia TV, namwangalia kwa dharau, analia mtoto. Ah, no. Nikaambia siwezi kuvumilia na umbea, acha nikampashe kipenzi changu. Hmm. Hmm. Ndio maana nimekuita kichuna, anaolewa Baba Jai bwana, mimi naolewa, mimi saa hizi ni mke wa mtu. Kwa hiyo babangu, nilikuwa ninachokuomba kama mama Jai kaja kukuomba msamaha, naomba umsamee tu, kwa sababu mimi saa hizi naenda kuwa mke wa mtu, naenda kuolewa, na sasa hivi mimi na mchumba wangu tupo kwenye process kutafuta mshenga ili yule mshenga aje kwetu atoe barua. Ni mke wa mtu, kwa hiyo ya baba yangu, mimi na wewe, basi wewe. Mm, naona kakangu kashachoka kabisa kuusumia Ndo ushaharibu hivyo, sijui unafanyaje yani, nishakosa msaada kabisa, hadi naogopa. Pole sana rafiki yangu kwa changamoto unazopitia, ila Mungu akutie nguvu, alisimamia kweli katika hiyo, maana naogopa sasa Moi, mtoto na kaka wako kasha sema mtoto analia sana. mtoto wako kama unavyomjua, akianza kulia unamjua kama mwenye kumbembeleza. hayo mengine tutajua baadaye. Kweli shogangu, acha tu niende nyumbani, maana nitakuta Sofia kule kafura mpaka basi. Poa, lakini asante. Kichuna nini? Baba Kichuna nini? Saa, jina langu mimi ni Kichuna, lakini baba yangu mimi, ni mke wa mtu saa hizi. Kwa hiyo kama mke wako kaja kukuomba msamaha, umsamehe kwa sababu sasa mimi naenda kuwa mke wa mtu. Kwa hiyo mimi na wewe mawasiliano mwisho ni hapa. Naomba usipigie simu, usinitafute, wala pale kwangu pale sitaki nikuone. Mahusiano yetu sasa hapa yanaishia hapa hapa. Tukitoka hapa kiapo anafanya mambo yake, ina maana yote ambayo tulikuwa tunakaa mimi na wewe tunayajadili Ulikuwa tuna mpango wa kuvuruga ndoa yangu si? Baba, nilikuwa nafuata tu hela. Nitakujishusha, msamee. Ungeniambia kama una shida hela, mimi ningekusaidia. Kuliko kujifanya unanipenda sana na kuharibu ndoa yangu. Unajua baba yangu, nikupe siri moja ya mwanamke. Mwanamke akihitaji hela kwa mwanaume, atamuonyesha mapenzi yote, staili zote. Ilimradi tu ampe nini? Pesa. Kwaona mimi yale mapenzi ambayo nilikuwa nakuonyesha? Niye natu tu babangu, lakini saizi nenda kuwa mke wa mtu. Kwa kama baje, mama jee kaja kuomba msamaha, umsamehe tu mrudiane, mlee mtoto. Pia mtoto bado mdogo sana. Mima na mkeo, saizi pambana na mke wako, na mimi nakupambana na mume wako. Kuanzia leo mimi na wewe basi usinitafute, nisikutafute. Nice. Kuna muda na juliza wai. Mbona ndoa yangu inasumbu, Babe? Sawa. Kaziana babangu, mimi nimekuja hapa kwa sala moja tu. H, nikuulize vipi hiyo swala yetu? Maana nina hamu na kimoyomoyo. Ah. Unajua kwa jinsi ninavyokupenda. Na imani kwa 90%. Sawa, nimekamilisha swala letu. Kilicho baki ni kitu kidogo sana. Nishanielewa. Ondoa wasiwasi, ondoa shaka kwa jinsi ninavyokupenda. Lazima baby, imagine. Ukinioa ukiniweka ndani yani utapewa vitu ambavyo yani, hujawahi pewa katika maisha yako. Hivi shoga moja darasini na iliki eh? Yani sasa mimi ukinioa yani, utakuwa umeoa bonge la kitu kwa sababu mimi na vitu vyangu fulani hivi nikifanyia, ah, utoboi, yani nauniachi

Sasa bwana, mimi ndugu wangu nataka kuoa eh. Unataka kuoa? <laughs> Hilo jambo la heri, shukuru eh, hilo ni jambo la heri, kama unaoa shukuru sana. Ndio unavyoniona hapa, mwenzia, yaani hmm. Ha, nikitoka hapa nikifika maskani ni mimi na dingi tu eh, kazi zote nifanye mimi, nichote maji nifanye nini mi mwenyewe, afu mwenyewe mtoto wa kiume, nahitaji kuwa na kwangu na Ah, sasa kwani umpi ni nani shemeji yako? Si yule mtoto kichuna bwana. Eh, hey, yupi huyo? Yule mtoto kichuna neka bondeni pale, kwa yule nani? Kwa hapa nani? Pale bondeni ule mtoto kichuna. Huyu kichuna naye mjua mimi. Huyo huyo. Yeah. Hapa mtaani hafai. Ah. Ah. Na nishaurije hata mimi yule mtoto nampenda. Siwezi kumwacha kirahisi kama ninavyozungumzia. Hafai vipi bwana? Aushaanza wivu tayari. Mimi sina wivu wowote na wewe, lakini hata wahenga walishasema, kosea vitu vyote usikosee kuoa. Na hapo unapotaka kuoa wewe achunguze kwanza, kabla ya kuoa. Sikiliza nikwambie kitu kimoja, yule mtoto lazima nimuoe yule mtoto. Mimi nampenda, sawa, naye ananipenda. Ushaelewa wewe? Kama ndo mchawi wa maisha yangu sasa. Nakwambiaje, yule mtoto mimi namchukua. Ushaelewe sasa, nikwambie kitu kimoja. Kuhereo. Kuhereo, kama ulifikiria kwamba ukiniambia hivi nitakuelewa, siwezi kuelewa ujinga kama huo. Yule mtu lazima nimchukue. Huo ni wivu. Ni mimi sina wivu na wewe ndugu yangu. Ningekuwa na wivu na wewe, nisingekupa kazi. Sikiliza nikwambie, wewe ndio mchawi wewe. Hapana. Mimi nilikuwa ninakushauri kama ndugu yangu, kama mtu ambaye nampa kazi. Unashauri niachele na mwanamke mbele mpende? Mwanamke mbele ndio kila kitu kwenye maisha yangu. Sawa. Moyo. Mimi naondoka. Sawa. Cha kufanya si nzidi. Oh mengine mimi sitaki. Unaelewa? Sitaki ushauri kabisa kuhusu yule mtoto. Ah, nitakupigia ukiwa na shida. Kazi nitakupigia. Kuna shida gani? Yaani watu unamwelewesha, unamwaminisha, haelewi naomba um, um, nitangulie shukrani zangu za zati kwa kuzulia kwenye harusi yangu. Nashukuru sana hilo tu, sijali hmm. Na siku ile rafiki yangu ulicheza, yani ulicheza mpaka nikawa najiuliza hivi huyu ni Anet kweli? Afu ulivaa, ulipendeza, ulipendeza mpaka ulinizidi yani. <laughs> Ika najiuliza Anet, huyu anataka kunichukulia bwanangu nini? Si unajua tena. Alafu kingine rafiki yangu, nimekuja hapa kukualika kaka yangu Jumatano atamleta wifi pale nyumbani kwa, nilikuwa naomba na wewe uhudhurie rafiki yangu kumtambulisha tena. mm -hmm, jambo jema kumbe. Hata usijali situisha kuwa ndugu tena marafiki wa karibu kabisa sawa. Hicho ndio kilichokuwa kimenileta hapa yani, hicho ndio kikuu Kicho nileta hapa, kicho nitoa kule nyumbani kuja hapa. Takuja mimi saa kumi na mbili nti nipo pale nimefika. Hmm, si unajua tena mimi bila wewe shughuli haiendi kabisa. Kweli <laughs> ni eh, nishakuzoea. Sawa ndugu yangu, sawa. Ndo hicho tu, haina shida. Karibu. Asante, nishakaribia, nikaribie mara ngapi tena? <laughs> Mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani ni mtoto wa mtaani. Nasikia tu mwa watu kwamba hujakaa vizuri kwenye ndoa yako, ni kweli? Wala hujawahi kuniambia. Nasikia maneno mengi mengi mengi, ni kweli wanayoyaongea watu? Ni si hujawahi kuniambia, hujawahi kusema nasikia tu mwawatu ni kweli, ni kweli shangazi, ndoto yangu imekuwa matatani sana, na sio kwamba sikutaka kukuambia, ila nilikuwa najipa muda pia, nilikuwa nampa nampa muda mume wangu, labda itafika muda atabadilika, hmm. Na kuona hiki anachokifanya si sawa, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda mbele, naona matukio ndo yanazidi yaani, e habadiliki, haba kabisa habadiliki kabisa. Yamefika e muda, nimechoka shangazi wangu. Umechoka, umekufa kabisa. Pole. Ilijitahidi kulileta hadi kwa baba lakini baba naye alinijibu majibu mabaya sana. Aliniambia mlishapokea posa na mahari, kwa hiyo mimi nilishauzwa. Ina maana shangazi, lile posa na mahari ndo mliamua kuniuza binti yenu? Hapana, sio hivyo, pole Umeshawaienda kwa viongozi wa serikali pale? Nilivyolileta hmm. hili kwa baba, na nikaona baba hajalipokea kwa ukubwa, alichoniambia yeye nikamtafute mshenga, alafu tuje tukae tuongee naye hmm. nikaona haina haja, nikamua kuendelea tu kuishi maisha yale ya mateso na tabu. Safiri nazani kijana amesha kufata zaidi ya mara tatu kama sio mara nne, lakini bado unaonekana wewe ni msumbufu. shida ni amenifuata mara mbili tu basi. Hapana, usibishane na mimi. Najua Bwana Msafiri, hii ni biashara, lakini pia ni kazi kama kazi zingine lazima uheshimu na ufuate misingi. Pesa ambayo wewe umeichukua na ukaitumia kwenye shida zako, hiyo pesa inatakiwa kurudi ili iendeleze mzunguko wa kusaidia watu wengine. Lakini Msafiri, unapochukua pesa alafu unaifungia nyumbani kwako, unategemea sisi ofisi tunaiendesha vipi? Ina maana watu wengine wasisaidike kwa sababu yako? Mtu anapokuwa amepatwa na shida, anakuja kwetu ili angalau aweze kupata ahueni hata wewe ulikuja ukiwa na shida tukakusaidia. Sasa unadhani hizo pesa ukiendelea wewe kuzifungia huko, wengine wanavyokuja watapata huduma hizo pesa yani, pesa zitakazo hudumia zitatoka wapi? ikiwa wewe pesa ambayo inatakiwa irudi ofisini iendeleze mzunguko wewe umeing'angania. mambo tu yamekaa vibaya. Mambo gani yamekaa vibaya? kila siku wewe mambo yamekaa vibaya zile ni pesa bro, alafu zile pesa zinahitajika zikae zifanye kazi kwenye mzunguko wake wa kila siku. Wewe unapokuwa na shida, sio kana kwamba shida yako wewe ndo imemaliza shida za watu wote duniani. Uh, katika hili swala mimi sina msamaha wowote na wewe, na kitu ambacho nataka kukwambia leo hii ni kwamba sisi tumechoka tumechoka kukufuatilia sasa. Basi jitahidi sana kabla sijafanya maamuzi magumu ya kutumia asila yangu kuja kuchukua hiyo pesa kwako. Usiseme mm -hmm. Baba ha hakulipokea, ha alipokea. Unajua babako jinsi alivyokuwa mpole, ni mpole sana babako, lakini ukienda kwa kiongozi atakuchukua wewe na mme atawakalisha, ataona tofauti zenu zikoje. hmm. Hakuna jambo lisilokuwa na mwisho, kila jambo lina mwisho. Ndoa inahitaji uvumilivu hmm. sana, lakini najua haya ni mapitio tu. Hata mimi mwanzoni nilipitia sana, lakini ilifika mwisho mambo yakawa vizuri. Hilo ni la maana sana, kwenda kwa kiongozi kubwa kabisa. Tutamwomba Mungu, hakuna jambo linalomshinda Mungu, tutamwomba Mungu, Mungu. Lakini mtamwita yeye na wewe, tukae tuongee, tutaona shida iko wapi, lakini kikubwa tumshirikishe Mungu katika hivi. Hakuna jambo ambalo Mungu hajui wala haliwezi, ni mambo tu ya ujana. Yatakuwa sawa, asante hmm. Nashukuru kwa maneno yako mazuri na ya faraja. angalau sasa nahisi nimetoa mzigo mkubwa sana moyoni mwangu. Moyo wangu sasa una amani. Nashukuru sana shangazi yangu.

mpaka sasa hivi tumekaa hapa mimi na wewe, inadhihirisha wazi kwamba nimeshakusamehe. Bila ya hivyo wewe, haya mazungumzo tungeenda kuyazungumzia polisi ama mahakamani. Nashukuru aisee, sitokuwa na huruma na wewe tena, na kwa nafasi tu ya upendeleo nakupa siku hii, fanya vyovyote utakavyoweza, make sure pesa inakuja ofisini. Bila ya hivyo sitokupigia simu, sitomtuma mtu yoyote, ila kitakachokuja uwe tayari kukipokea. la, la, lakini bosi, najua bwana Sam alikuja akachukua kafiriji kango pale at least hata hapa ningesema naenda kuuza kale kafriji, lakini nako sasa mali chukua. Boss sina cha kuuza boss wangu, kafriji friji halina yani, thamani ya pesa ambayo sisi tumekupa sawa sawa. Friji lenye lile bovu linatufaidisha lina nini? Sawa, nimekuelewa bwana. Mimi nadhani nimemaliza. Sawa, kilichobakia ni wewe kufuata utaratibu, ila kama ukiamua kukiuka katika hili asitaki kuongea sana, mimi nitajua cha kufanya. Maana mkaidi huwa faidi mpaka siku ya idi. Sasa subiri ifike hiyo siku ya idi, utajua idi ni nani. Nadhani tumeelewana sawa. Basi, sawa sawa.

Wewe sister dada. Wewe sister oh. Njoo bwana, kuna mgeni hapa chapu. Yes, sha kuletea wifi yako tayari. Njoone chuma hiki, ukiona chuma, lakini umekichagua vizuri Kiangalie chuma umekionaje? Wewe eh? Yaliomo yangu. Umeona eh? Kakako yako anajua kuchagua. Ha? Ali huyo, ali huyo. Sofia! Ali huyo, ali. Josh unde chuma hicho kaka yako. Ali mwana kwetu wewe. Ali maliza kazi yangu, ni macho yako tu kuhakikisha. Karibu sana. Habari za sasa hivi, ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa Mtanesa Film. Mimi ni director Gamba na niko hapa kwa ajili ya kukuomba ewe mtazamaji na mfuatiliaji wa vipindi vyetu, kuwa tunahitaji sapoti yako, tunahitaji kampani yako, kwa sababu tunafanya mambo makubwa kwa ajili ya kuhakikisha tunakuweka sawa kisaikolojia, lakini pia tunakuelimisha kupitia kazi hii ambayo tunaifanya. Projekti yetu ni mtoto wa mtaani, ambao sasa iko sokoni na inazidi kufanya vizuri kama bado hujafuatilia unaweza kuanza kuangalia kipande cha kwanza. Mpaka sasa tuko katika kipande cha saba, so tunahitaji kampani yako kwa kulike, kushare na kucomment, bila kusahau wanangu wa Mbozi Mlo, bila kusahau wanangu wa Mlo Mbozi, mkoa wa Songwe. Hii ni kazi ya nyumbani kama ilivyokuwa kawaida. Watu wengi wamezoea kwamba sisi huku kwetu hatuna maajabu, hatuna vitu ambavyo tunaweza kuvifanya tukavionyesha duniani kwamba sisi pia tunaweza kufanya nao. Tumekuja tunawaletea projekti za nyumbani, tunaomba mtu support, tuzishare kwa watu mbalimbali ili tuweze kutangaza mkoa wetu, tuweze kutangaza vipaji vilivyokuwepo nyumbani kwetu. Thank you I love you guys, by the name Shadrack Wega aka Director Gamba. Matumizi hujaacha ndani, ukirudi ugopi, utatua, unavuja damu, maumivu makali, unatufukuza tutaenda wapi? Kila siku majeraha moyoni. Mme wangu, kosa langu lipi?